Tunaangalia ushiriki wa mtoto wa kike ukoje? Utafiti ulionyesha kwamba mtoto wa kike anapokuwa kwenye siku zake kama ni siku nne au siku tano, basi siku hizo zote anakuwa haendi shule, kwa sababu shuleni mazingira sio rafiki, hamna changing rooms. Atabadilisha wapi taulo au atajisitiri vipi? Hana uhakika hata ya jinsi ya yeye mwenyewe anavyojihifadhi kutokana na hali ya familia. Kwa hiyo katika SITI tunawafundisha walimu wawafundishe wanafunzi wote wa kike na wa kiume kutengeneza sodo, taulo za kike ili waweze kushiriki vema masomo katika siku zote wanazotakiwa kuwa shule. Kuwa katika hedhi isiwe kipingamizi cha wao kushindwa kwenda shule. Huyo ni Bi Nicolata Chipa, afisa mradi kutoka taasisi isiyo ya kiserikali ya Helvetas Tanzania. Akizungumza mbele ya wadau wa elimu jijini Dodoma wakati wa tathmini ya mradi wa mafunzo ya walimu kazini unaohusu namna bora ya kuwa na ujuzi endelevu wa kufundisha katika soko la sayansi na hisabati nchini Tanzania. Hujambo mpenzi mtazamaji wa Focus News Tanzania TV1, karibu katika kipindi hiki maalum kinachoangazia mradi wa mafunzo ya walimu kazini unaolenga namna bora ya kuwa na ujuzi endelevu wa kufundisha kwa ku walimu katika somo la sayansi na hisabati. Msimulizi wako naitwa Deo Kaji Makomba. nasema makinika nami mtazamaji kwa mujibu wa tafiti mbalimbali nchini Tanzania, zinaonyesha kwamba ufaulu wa wanafunzi kwa masomo ya sayansi na hisabati kwa shule za msingi umekuwa wa kiwango cha chini na wanafunzi wakionekana kuyaogopa masomo hayo, huku kukielezwa ya kwamba hali hiyo inasababishwa na changamoto nyingi. Miongoni mwa changamoto hizo ni pamoja na mazingira ya shule kutokuwa rafiki kwa kujifundishia kama anavyoeleza Bi Nicolata Chipa, ofisa mradi kutoka taasisi ya Helvetas Tanzania. Lakini vile vile elementi nyingine tunasema, health and environment. Mazingira ya shule yanatakiwa yawe rafiki, ni mazuri, yanafundisha, wanasema yawe attractive and educative. Ukifika tu shuleni, mwanafunzi aone kweli hili ni eneo la kujifunza akitazama huko ana maumbo, akitazama huko labda ni kijani, akitazama huko kuna vitu vya kujifunza vimemzunguka, kulingana na somo husika. Lakini afya shuleni ina, inatiliwa mkazo kivipi? Hali ya vyoo ikoje? Huduma za kunawa maji zipo? Lakini vile vile katika siti, katika hilo tunaangalia ushiriki wa mtoto wa kike ukoje. Utafiti ulionyesha kwamba mtoto wa kike anapokuwa kwenye siku zake, kama ni siku nne au siku tano, basi siku hizo zote anakuwa haendi shule, kwa sababu shuleni mazingira sio rafiki, hamna changing rooms. Atabadilisha wapi taulo au atajisitiri vipi? Hana uhakika hata ya jinsi ya yeye mwenyewe anavyojihifadhi ya kutokana na hali ya familia. Kwa hiyo katika siti, tunawafundisha walimu wawafundishe wanafunzi wote wa kike na wa kiume kutengeneza sodo, taulo za kike, ili waweze kushiriki vema masomo katika siku zote wanazotakiwa kuwa shule. Kuwa katika hedhi isiwe kipingamizi cha wao kushindwa kwenda shule. Lakini mazingira yanatakiwa yawe kijani, tunahamasisha kwa kupanda maua, lakini vile vile kupanda mboga mboga mashuleni. Tunajua kwamba hizo mboga mboga zinasaidia katika lishe. Katika swala la walimu kujifunza elementi nyingine tunaita modo, modo lesson. Walimu wanajifunza kutoka kwa walimu wenzao kama nilivyosema. Kwa hiyo, mwalimu ukiona mada hii huiwezi kikamilifu kuliko kuparaza au kuliko kuruka, mwite mwalimu mwenzio aje darasani afundishe ukiwa unamtazama na wewe unajifunza. Lakini tumekuwa pia tukiwahamasisha Wakufunzi wa, wa kutoka vioni wanavyoenda shule wanafanya modoleso. Takwimu zinaonyesha kuwa kwa mwaka wa 2023 wanafunzi kumi wa sekondari waliofanya mtihani wa hesabu wa kipindi cha miaka mitano, ni wawili pekee ndio waliofaulu, na hii inatokana na mwanzo mbovu wanaokuwa nao wanafunzi kuanzia ngazi ya shule ya msingi, kulingana na Chama cha Hisabati Tanzania cha Hita hii ni sawa na kusema kuwa ni asilimia 20 pekee ya wanafunzi wa sekondari wanaofanya mtihani wa hesabu na kufaulu, huku asilimia 80 wakifeli. Kumekuwepo na juhudi mbalimbali zinazofanywa na, na serikali ya Tanzania kupitia Wizara ya Elimu kwa kushirikiana na mashirika na wadau mbalimbali ili kuondokana na tatizo la wanafunzi kufeli masomo ya sayansi na hisabati katika dunia ya leo ya sayansi na teknolojia. Hivi karibuni wadau wa elimu wamekutana mjini Dodoma ili kutathmini mradi wa mafunzo ya walimu kazini kuhusu namna bora ya kuwa na ya kuona ujuzi endelevu wa kufundisha katika somo la hisabati na sayansi, mradi unaoendeshwa na chuo kikuu Katoliki Ruaha kwa ufadhili wa asasi isiyo kuu ya kiserikali ya Helvetas Tanzania, lengo la mradi huo likiwa ni kuboresha ufundishaji na matokeo ya somo la sayansi na hisabati nchini Tanzania umekuwa na kasumba ya baadhi ya wanafunzi na wadau wa elimu wanaposikia somo la sayansi na hisabati kuingiwa na hofu na hivyo kushindwa kufanya vyema katika masomo hayo. Daktari Makungu Bulai ni kaimu makamu mkuu wa chuo taaluma, kutoka katika chuo kikuu Katoliki Ruaha, anasema, kwa sababu lengo la mradi ni kuboresha ufundishaji na matokeo ya sayansi na hisabati katika Tanzania, katika nchi yetu, tunatambua changamoto hizi, wadau wote tunazifahamu. Ukisikia mtu anasema sayansi, ukisikia mtu anasema hisabati, wengine wanaugua. Sasa hiyo homa tunata, tunajitahidi kama wadau tuitoe kabisa hiyo homa, ili tufikie maendeleo ya sayansi na teknolojia. Mradi huu unatambua juhudi za serikali ya Tanzania katika kuinua ujifunzaji wa masomo ya sayansi na hisabati kupitia miradi mbalimbali mbali, Teachers Professional Development Program ambayo serikali imekuwa ikianzisha. Kwa hiyo mradi huu si kwamba unaenda kinyume na hiyo, bali unaongeza mchango katika kuboresha na kupata matokeo bora zaidi ambayo serikali na wadau tunayategemea. Kwa hiyo mradi huu utachangia juhudi hizo za serikali katika uboreshaji wa ufundishaji wa masomo ya sayansi na hisabati katika elimu ya msingi. Mradi huu pia unatambua na kuenzi maboresho ya mitara yaliyofanyika ambapo lengo lake ni umahiri wa wahitimu au walengwa. Tunafahamu serikali imeboresha mitaala mi, mi, ambayo inatekelezwa sasa hizi. Kwa hiyo na mradi huu pia umejikita katika kufanikisha uboreshaji na utekelezaji wa mitaala hiyo ya sayansi na hisabati hapa Tanzania. Katika dunia ya leo tunahitaji watu mahiri, tunahitaji umahiri, umahiri katika sayansi na hisabati ambao ndio msingi wa kuwa wabobezi katika teknolojia ambayo dunia ya leo inahitaji. Bila teknolojia tunajikuta sisi ni kisiwa, lakini kwa kutambua hilo, serikali na wadau tunasaidiana ili kuweka mambo yawe nzuri zaidi. Mradi huo unatekelezwa na Chuo Kikuu Katoliki Ruaha, asasi ya Helvetas Tanzania na wadau wengine wa kimataifa ikiwemo chuo kikuu cha Ben nchini Uswisi na chuo kikuu cha Zambia. Daktari Gabriel Arubeto Ndekwa ni mkurugenzi wa tafiti na machapisho kwenye mradi huo kutoka katika Chuo Kikuu Katoliki Ruaha, anasema: e, sisi katika huu mradi lengo kubwa ni kufanya tafiti kuangalia mbinu mbili ambazo zinafundishwa kuwafundisha walimu. Mbinu ya kwanza ni walimu wenyewe wachache wanafundishwa kwa ajili ya kuwafundisha wengine, inaitwa peer to peer, lakini mbinu nyingine ni ya kuwachukua walimu wanaofundisha vyuo waende wakawafundishe walimu ambao wako shule za msingi, hasa kwenye masomo ya hesabu na sayansi. Sasa tunafanya tafiti kuangalia hizi njia zote zinaleta changa, zinaleta mabadiliko katika ufundishaji wa shule za msingi. Kwa mradi wetu umejikita katika shule za msingi, na sisi kama RUCU kama chuo tumejikita katika kuangalia zile mbinu za ufundishaji ambazo walimu wa shule wanafundishwa ili kuweza kujiendeleza katika taaluma ya ufundishaji. Katika mradi huu tunafanya nchi mbili, Tanzania na Zambia, na hapa Tanzania tuko sisi chuo cha RUCU, Ruaha Catholic University lakini pia tuko pamoja na Helvetas ambayo ni NGO, lakini kwa nchi za nje tuna chuo kikuu cha Ben, University of Ben ambacho kiko Switzerland, na pia tunafanya pamoja mradi huu na chuo cha Zambia, University of Zambia. Kwa maelezo mazuri kwamba mradi huu unapaswa, lengo lake kubwa ni kuleta eh, chanya kuongeza eh, chanya au kuongeza uchaji kwa walimu wa masomo ya sayansi na masomo ya hesabu katika kuwawezesha walimu wa shule ya msingi kuweza kufundisha vizuri, kama tunavyofahamu kwamba sayansi inabadilika na, na tunaona kwamba e, jinsi sayansi inavyobadilika. Kwa mfano sahizi tunaongelea swala la kuwa na artificial intelligence AI, e, e, kwa maana hiyo ili hawa walimu walioko kwenye mashule waweze kufanya wanakutana na changamoto kama wasipokutana na miradi kama hii ya kuwawezesha kuwafundisha. Kwa hiyo kutokana na mabadiliko ya kila siku, changamoto ipo kubwa sana katika ufundishaji wa masomo ya sayansi, hasa walimu wanapaswa kupata vitu vipi ambavyo vitaweza kuwasaidia. Kwa hiyo sisi kama mradi tunaiondoa hii changamoto kwa kuwawezesha walimu wa sayansi na hesabu kuwapatia maarifa mapya ambayo watayatumia kwenda kufundisha mashuleni hasa katika shule za msingi. Tunafahamu kwamba msingi unaanzia chini kwenye shule za msingi, lakini tatizo lipo ni kwamba bado teknolojia yetu iko chini, lakini teknolojia inatakiwa iwafikia hao wanafunzi. Walimu wengi hawana uwezo wa kuingia sana katika masomo ya sayansi, kutokana na teknolojia inaenda kwa taratibu, hasa kwa walimu tayari ambao wako, wako kwenye ufundishaji kwa hii changamoto yote inaenda kuathiri sana matokeo au ufaulu wa wanafunzi wanapofikia mwisho, na mwisho inaenda kuharibu nguvu kazi ya taifa. Kwa mradi huu kwa kuwasaidia walimu kuwawezesha wawe na mbinu nzuri za ufundishaji, ina maana pia tunaenda kuwezesha taifa kupata wasomi ambao wanaweza kuwa na nguvu kazi nzuri na uchumi wa taifa ukakua. Tunatambua kwa sasa hivi, zamani tulikuwa tunachola chini lakini teknolojia inavyokuja inamwezesha ne mtoto kuweza kuchora na anapata skills ambazo zitamsaidia kuwa ni mbunifu, lakini kuna vitu mbalimbali ambavyo vya kisayansi vinapatikana kwa njia ya mtandao. Sasa tunapowawezesha walimu, wanaweza wakawaandaa wanafunzi vizuri. Zamani tulikuwa tunachora mlima Kilimanjaro, lakini kwa sasa mwanafunzi anaweza akauona kupitia mtandao. Kwa kama ukimwezesha mwalimu ina maana atawawezesha wanafunzi kuona vitu vingi katika uhalisia na anaweza kaifundisha sayansi katika uhalisia. Mradi huo wa mafunzo ya walimu kazini unaohusu namna bora ya kuona ujuzi endelevu wa kufundisha katika somo la hisabati na sayansi unalenga katika kufanya utafiti ili kubaini njia zinazotumika kufundishia somo la sayansi na hisabati katika shule za msingi zinaleta mabadiliko. Msikilize tena Bi. Nicolata Chipa, ofisa mradi kutoka taasisi ya Helvetas Tanzania. Helvetas Tanzania toka mwaka 2016 umekuwa ukitekeleza mradi wa ma, mafunzo ya walimu kazini. Katika kutoa mafunzo ya walimu kazini, Helvetas imekuwa ikitumia njia kuu mbili. Kwanza kwa kutumia vyuo vya walimu, wanajengewa uwezo vyuo vya walimu, alafu wanaenda kuwafundisha walimu walioko katika ngazi za shule za serikali, lakini vile vile tumewajengea uwezo walimu wenyewe kutoka katika shule mbalimbali. Baada ya wao kuwajengea uwezo tunatarajia kwamba wameenda wanatoa mafunzo kwa walimu wenzao, hiyo approach tunaita pia tupia. Na ile approach ya kuwajengea mafunzo ya ma, ma, ma, ujuzi walimu tunaita kwa hiyo sasa mradi huu unalenga katika kufanya utafiti kwamba njia ipi kati ya hizo mbili zinatoa matokeo makubwa zaidi, kwa maana kwamba walimu wanaipokea vizuri na wanaweza kutekeleza kwa vitendo kwa, kwa, kwa umahiri mkubwa zaidi ili kuleta matokeo mazuri zaidi kwa wanafunzi. Kwa hiyo Helvetas kwa, kwa kushirikiana na, na taasisi tatu chuo kikuu cha Ben, chuo kikuu cha Zambia na Ruaha Catholic University kutoka Iringa wanafanya utafiti kuona katika hizo njia mbili njia ipi inaleta matokeo makubwa zaidi. Lakini katika kufanya huo utafiti, tunazifikia shule 300 za Tanzania bara na shule takribani 140 za Zambia. Katika hizo shule za Tanzania bara zinatoka katika mikoa mitatu, Morogoro, Iringa na Dodoma, na wilaya kadhaa katika hizo shule takribani wilaya saba ambazo ni Mpwapwa, Kondoa kwa mkoa wa Dodoma, uh, Iringa manisipa manispaa na Iringa vijijini kwa Iringa, lakini vile vile wilaya ya Kilosa, wilaya ya Mvomero na wilaya ya na manispaa ya Morogoro kwa mkoa wa Morogoro. Na vyuo vya walimu ambavyo vitashiriki katika huu mradi viko vyuo nane, chuo cha kwanza ni Kleru chuo cha ualimu, lakini chuo cha Mpwapwa, chuo cha ualimu Bustani, chuo cha ualimu Muhonda kutoka Mvomero, chuo cha ualimu Dakawa kutoka Kilosa, chuo cha ualimu Ilonga kutoka Kilosa na chuo cha ualimu Morogoro kutoka Morogoro mjini. Lakini vile vile uh, RUCU nao wanashiriki kama chuo ambacho kitatoa mafunzo kwa walimu. Akizungumza katika warsha ya kutathimini mradi huo genzi msaidizi wa mafunzo ya ualimu nchini Tanzania bwana Edward Wawa amesema kuwa kuna umuhimu mkubwa wa kuwekeza katika elimu na kwamba serikali ya Tanzania imeweka mkazo katika sekta hiyo. Ndugu zangu, kuna umuhimu mkubwa sana wa kuwekeza kwenye elimu na serikali yetu imeweka mkazo mkubwa kwenye hili, hasa kwenye swala la ugharamiaji wa elimu. Sera yetu ya elimu imesisitiza kwamba serikali itaendelea kutafuta rasilimali za kutosha ili kuhakikisha kwamba elimu inatolewa kwa ubora unaokusudiwa, na katika eneo hili, ubora wa walimu pia ni muhimu umezingatiwa. Ni muhimu kuendelea kutoa mafunzo kwa walimu ili kuhakikisha kwamba lengo la maendeleo endelevu namba nne la ubora wa elimu linafikiwa. Sera yetu ya elimu pia imesema hilo kwamba ni muhimu kuwavutia na kuwabakiza kazini, attract and and retain qualified and good teachers to our schools. Kwa hiyo, ili kuwapata walimu bora ambao wanaweza wa kutufikisha kwenye lengo hili endelevu la maendeleo, mafunzo ya walimu yametiliwa mkazo mkubwa sana. Kwa hiyo, hiki kinachofanyika leo ni utekelezaji wa sera yetu ya elimu na mafunzo ya mwaka 2014, toleo la 2013, na mitaala iliyoboreshwa ya 2023. Mtazamaji, na kwa nukta hiyo ndio nafikia mwisho wa kipindi hiki maalum uhusiana na mradi wa mafunzo ya walimu kazini unaohusu namna bora ya kuwa na ujuzi endelevu wa walimu kufundisha katika somo la sayansi na hisabati nchini Tanzania. Kwa muda wote huo ulikuwa nami msimulizi wako Deo Kaji Makomba. Aksante kwa kuendelea kuichagua Focus News Tanzania TV1 kuwa televisheni yako ya kiganjani. Muzi.